Karibu katika sehemu yetu ya pili ya kuangazia umahiri wa Biblia takatifu, na kama nilivyosema mwanzo mwanzoni, kwamba hapa tunajadili kuhusu umahiri wa hii Biblia na kuithibitisha kwamba ni kitabu ambacho kinabeba ujumbe wa Mungu, kitabu ambacho kina uaminifu mkubwa katika kuzungumzia mahusiano ya Mungu na mwanadamu na hasa katika swala la Kazi tuletea, kupitea, mwana, pensi, bwana, eto, so Kama nilivyokuambia katika awamu ya kwanza nitaleta hoja kuu tatu za kuthibitisha hilo. Hoja ya kwanza ikiwa ni ushahidi wa kibibliografia, ni, ni uthabiti wa maandiko na unabii na pia hoja ya tatu ikiwa ni rekodi za na naa zilizopo katika hichi kitabu na kuja na kuja ni tumeshika cha Biblia. Leo hii tunajiuliza, tunaweza kurudi nyuma katika karne ngapi ili tujithibitishe kwamba masalia aliyoko nyuma vitabu vya kale vyoko nyuma vya Biblia, je, inafanana na tulicho nacho sasa? Kwanza niangazie ili upande wa agano la kale. Kama nilivyokuambia huko mwanzo kwamba agano la kale liliandikwa katika lugha kuu mbili e, lugha ya Kibrania na kia ra, na Kiaramu. Sasa katika upande wa agano la kale gano la kale lina masalia ya vipande au uh, nakala zisizopungua elfu arobaini na mbili katika vipande vipande au nyingine zikiwa kamilifu, lakini katika leo hii nitazungumzia maeneo makuu au aina tatu kuu za masalia. Kuna masalia ambayo yanafahamika kwa lugha maarufu kama yanaitwa Dead Sea Scrolls. Hizi Dead Sea Scrolls ni, niseme kwamba kwa watu ambao wasiofahamu vitabu vya kale wa wa Kiebrania wao walikuwa wakiandika karatasi, haiwi moja moja, zinakuwa ni karatasi fululizo ndefu, mpaka zinaweza kufika hata futi sabini au zaidi. Kwa hiyo walikuwa wanaziviringisha, ndio maana ya scroll. Sasa hizi hizi scrolls zilipatikana kule kwenye kwenye kwenye pango maarufu, yanaitwa mapango ya Qumran mwaka 1977 kule uh, mashariki ya kati upande sehemu fulani fulani za Israeli huko. Sasa katika nakala hizi inaaminika ziliandikwa miaka karibu mia tatu kabla ya kuja Bwana Yesu, na katika katika ugunduzi huo kumekutikana nakala mia tisa themani na moja Kati ya hizo nakala mia mbili thelathini ni nakala za Agano la Kale, na karibu agano zima la kale ni kamilifu katika hivi vipande vyopatikana, na kwamba vitabu vyote isipokuwa kitabu cha Esta tu ambacho kinakosekana e, baadhi ya hivi vitabu vinakuta viko vipande vipande, lakini kimsingi walao vipande vyake vipyo. Lakini tukiangazia katika hii Dead Sea Scrolls, kitabu cha Esaya kipo choto ukamilifu na kwa mujibu wa, wa utafiti uliofanyika ni kwamba kinachoonekana katika Dead Sea Scrolls kwa upande wa kitabu cha Esaya na vitabu vingine vinaendana kabisa na nakala ambazo tunazisoma sasa hivi katika lugha zetu. Kwa hiyo huu ni ushahidi mmoja wapo, lakini pia kuna kuna mfululizo mwingine wa masalia yanaitwa ya, ya, ya agano kale inaitwa Geniza Cairo. Kuna sinagogi moja kule Cairo ambayo inajulikana kama sinagogi la Ben Ezra na kulikutikana na, na masalia kule mwaka 1890 kati ya mwaka 1890 na 1897, ambazo zinasemekana hizi ziliandikwa kati ya mwaka mia nane na sabini baada ya kuja Kristo na kulikutikana nakala kama laki tatu hivi, na katika hizo laki tatu nakala elfu ishirini na nne zilikuwa ni, ni sehemu ya zile vitabu vinavyopatikana katika Agano la Kale. Na labda kufahamisha jambo moja, in, inakuwaje lundo kubwa la namna hii la kutikana katika, katika hekalo kwa, kwa Wayahudi? Wa, wa wao wana desturi katika maandiko yao, wanapoandika jina la takatifu la Mungu yani Yahweh, huwa karatasi zile huwa hawazitupi kwa sababu inaonekana kama ni kufuru kwao inapochakaa sehemu ya kitabu zinahifadhiwa katika vyumba maalum na ndiko vilivyokutikana hivi sasa. A, aina nyingine ya masalia ya hii agano la kale yiko, yana, yalipatikana yako aina ya mbalimbali ambazo zinajulikana kama Masoretic text Masoretic text. Tofauti yake labda kwa ufupi tu kwa watu ambao hawaelewi hawa ni kwamba katika maandishi mandi, ya Kiebrania yako maandishi ya kale ya Kiebrania, wao walikuwa hawatumii Vowels, zile A -A -E -O u au za namna hiyo kwa katia kuandiko k walik wanaandika tu zile, e, consonants tupu. Sasa baadae baada ya ule uhamisho uliotokana na, na kuvunjwa kwa hekalu kwa mara ya pili na Wayahudi kutawanyika, baina ya wataalamu wa maandiko na waalimu wa, wa imani zkiyehudi, wao walianza kupata wasiwasi kwamba lugha hii inaanza kupotea. Kwa hiyo wao wakabuni zile herufi za vowels. Kwa hiyo uandikaji wake ukaja ukabadilika. Sasa hizi nakala zinatambulika kama ni tunaita Masoretic texts. na katika hizi Masoretic text, eh, kuna nakala zisizopungua elfu sita ambazo zimepatikana sehemu mbalimbali duniani ambazo ziko katika, katika hifadhi eh, katika hizo aina mbili kuu ndio zinatambulika zina zaidi ya kwanza inajulikana kama Aleppo Codex ambayo inaaminika kwamba hii Aleppo Codex, kitabu hiki kiliandikwa kwenye mwaka mia tisa na thelathini na ya pili inajulikana kama Leningrad Codex ambayo hii ina, inaaminika kwamba e, iliandikwa mwaka elfu moja hivi baada ya Kristo. Sasa swali linaweza kaja kwa mtu ambaye asiyefahamu, unajuaje kwa sababu herufi zinavyokwenda zinavumbuliwa namna gani? M, ni, ni mtindo wa kuandika unaenda ukibadilika, kwa hiyo kumekuwa kuna rekodi. Kwa hiyo wataalamu wakiangalia, kwa kuangalia mtindo wa herufi wanajua huu mtindo wa herufi ambao ulianza mwaka fulani, kwa hiyo ndio wanaweza kuweka muda. Lakini pia kuna namna nyingine ya kutumia carbon 14 pia. E, utafiti wa carbon 14 pia unatumika katika kugundua ile karatasi au ile, ile, ile, ile ile ngozi iliyotumika katika kuandika. Sasa hii Leningrad Codex yenyewe ndio, ndio, ndio masalia ya agano la kale ilokamilifu kabisa kuliko uh, lote lile. Kwa mfano hii, katika Leningrad Codex, vitabu vyote ambavyo tunaviona sasa katika eneo la kale viko vyote kwa ukamilifu. Sasa twende katika upande wa agano jipya, kwenye kwa upande wa agano jipya hali ikoje? Agano jipya lina masalia yasiopungua elfu ishirini na tano Narudia tena na masalia yasiopungua elfu ishirini na, muda unavyozidi kwenda, wataalamu wanazidi kugundua mengine, kwa sababu kumbuke kanisa lilivyokuwa likienea Eh, kulikuwa kunatengenezwa mamonasteri ma kila sehemu hasa katika Afrika, Afrika ya kaskazini na, na mashariki ya kati, kwa hiyo wanaendelea kugundua na haya masalia ya, ya gano jipya. Baadhi yanatoka katika karne ya kwanza miaka eh, miongo kadhaa tu kutoka kwa hivi vitabu vile original kuandikwa. Na katika hivi vipande 25 baadhi yake ni makamilifu, baadhi ni vipandevipande vipande. Eh, sasa katika hivyo zilizokuwa katika lugha za Kigiriki ziko nakala zisizopungua 5800 kilatini ziko zisopungua elfu kumi e, nyingine ziko katika lugha tofauti tofauti. Kwa mfano kuna lugha zilizokuwa katika Syriac Coptic. Hii ni moja ya lugha asili zilizokuwa kule Misri kabla ya kuingia kwa Waarabu, lugha za Armenian na pia Ethiopic kwao, zipo hivyo. Sasa mtu anaweza kuuliza kwa nini kilatini, au kwa nini katika Syriac? Ni kwa sababu vitabu vya, vya Agano Jipya, baada ya kuandikwa na kanisa kuenea, baadhi ya watu au wale watumishi na wainjilisti wa walianza kuvitafsiri kuvi katika lugha ile, ili Wakristo wa mahali mahali waweze kusoma kwa urahisi ni katika lugha zao kwao. Ndio maana hata hizi nakala zilikuwa zikipatikana. Na kwa mfano e, katika nakala hizi za Kigiriki maarufu zaidi ziko E, ziko mbili kuu. Ya kwanza inajulikana kama inaitwa kama Codex Sinaiticus. Codex Sinaiticus hii inaaminika iliandikwa kati ya mwaka 330 na 360 na na baada ya Kristo e, karne kadhaa kabla ya kuja kwa Uislamu. Hapo tunaona na hii Codex Sinaiticus ni kamilifu kabisa, kwamba kuanzia kitabu E, cha e, Injili ya Matayo mpaka ufunuo vyote vipo katika mkusanyiko huu, lakini pia katika mkusanyiko wa hii Codex Sinaiticus pia panapatikana kitu kinachoitwa Septuagint. Septuagint ni, ni, ni, ni mkusanyiko wa maandiko ya kale ya agano la kale ambayo yako katika lugha ya, ya Kigiriki kwa sababu miaka mia tatu kabla ya Kristo ya, ya uh, jopo la wataalamu wa, wa lugha ya Kiebrania waliamua kukaa chini na kuitafsiri, agano vitabu vya agano la kale kwenda katika lugha ya Kigiriki, na sababu ilikuwa ni wakati ule tayari dola ya Kirumi ndio ilikuwa ikitawala ulimwengu. Sasa lugha kuu ilikuwa ikitumika kwa Wayahudi wakati ule ikawa ni, ni Kigiriki. Kwa hiyo katika mkusanyiko wa Codex Sinaiticus pia kuna masalia ya maandiko ya agano la kale e, yaliyokuwa katika lugha ya Kigiriki ambayo yanatambulika kama Septuagint na hii Codex Sinaiticus iligundika mwaka elfu moja mia nane arobaini na nne kule kwenye monasteri mtaka ya mtakatifu Catherine Misri, huko katika e, kwenye maeneo karibu na, na mlima Sinai na ndio maana ikapewa jina Codex Sinaiticus, na aina nyingine ambayo maarufu zaidi pia nayo inajulikana kama Codex Vaticanus, hii inaaminika ni, ni ya kale zaidi kuliko, kwa sababu hii inaaminika iliandikwa katika kati ya mwaka mia tatu mpaka mia tatu ishirini na tano. Hichi ni kitabu kamilifu kabisa cha, cha, cha mkusanyiko wa agano jipya, lakini ndani yake pia kunaonekana baadhi ya vipande vya Septuagint karibu yote kamilifu, maanake katika gano la kale pia lipo katika lugha ya Kigiriki isipokuwa tu kitabu cha Zaburi na aya 46 za kwanza ya kitabu cha Mwanzo kwa hiyo na katika agano jipya hii Codex Sinaiticus kuna upungufu kidogo kulinganisha na ile Codex yenyewe, eh, I mean, Codex Vaticanus ina upungufu kidogo kwamba, eh, katika agano jipya vitabu kama Timotheo, Tito, Filemoni na Ufunuo vyenyewe havimo. Codex kama nilivyosema mwanzo Sinaiticus ni kamilifu, lakini Vaticanus ina mapungufu kidogo, japo ni ya zamani zaidi kuliko Sinaiticus. Lakini katika bibliografia ya agano jipya si tu tunaangazia vi, masalia ya vitabu vyenyewe hasa, lakini tunasema kuna kuna maandiko chungu nzima ya wale waliokuwa tunawaita mababa wa mwanzo wa kanisa, yaani wale wanafunzi wa kwanza wa wanafunzi wa Yesu. Wengi wao walikuwa wakiandikiana barua, wakiandika nyaraka, wakiandika hotuba kwa kuelezea maandiko. Sasa hata hawa nao masalia yapo mengi sana, kwa mfano kuna watu kama Tertullian, Clement wa Rome, Inyasi wa Antiokia, maana Ignatius of Antioch kwa Kiingereza, lakini tunasema Inyasi wa, wa, wa Antiokia, Polycarp wa Smyrna, eh, Justin Shahidi au kwa Kiingereza anamuita Justin Martyr, Irenaeus wa Lyon na wengine wengi. Hawa barua zao na nakala zao, baadhi yake bado zipo mpaka sasa, na wengi hawa ni kati ya mwaka hamsini baada ya Kristu mpaka mia tatu, mwaka mia tatu hamsini kuanzia karne ya kwanza mpaka karne ya nne. Hawa mababa wanaandika, na inasemekana kwamba hata hizi nyaraka zile za nakala nakili za zamani za gano jipya zikipotea leo hii, ambazo zimekutajwa zaidi ya elfu ishirini na tano ukichukua hizi barua na nyaraka za hawa mababa wakale wa kanisa wa kwanza wa kanisa, ukizichukua unaweza kuiandika ukaliandika gano jipya lote kutoka katika nyaraka zao, kwa sababu hawa walivyokuwa wakiandika barua walikuwa wakinukuu vile vitabu vya Agano Jipya. Kwa hiyo nukuu zao tu zinatosha kuliandika Agano Jipya lote kamilifu, na wako wengine pia ambao masalia yao yapo, ambao walikuwa katika karne ya, ya, ya nne na kuja huku mpaka karne ya sita hivi, kwa mfano Atanasius wa Alexandria eh, mapadri wale wa Kapadosia, Agustino wa Hippo na mbali ya hawa mababa lakini pia kulikuwa kuna wataalamu wengine wa, wa Biblia kwa mfano Origen ambaye alikuwa ni, ni mtaalamu wa, wa, wa, wa mtheolojia huyu, au Jerome ambaye Jerome alikuwa ni mfasiri mkubwa maarufu ambaye alifasiri yale masalia e, vile vitabu vya mwanzo vya Kigiriki kwenda katika Kilatini au baadhi ya vi, e, vya vitabu vile vya, vya, vya, ki, vya Kebrania ya katika gano la kale alifasiri kwenda katika Kigiriki. Kwa hiyo masalia hayo yote na mengine tukiyalinganisha na, na kitabu cha gano la jipya tulionao na gano la kale pia tulionalo, tulio tunathibitisha kabisa kwamba ni kitabu ambacho kwa asilimia tisini na tisa tunahakika nacho hasa katika yale mambo makuu yanayosimamia ya ya au imani Ku, au mi, ile misingi mikuu ya imani ya Kristo haijabadilika. Yes, tuna tofauti ndogo ndogo hapa na pale. Kwa mfano kuna unaposoma katika Biblia, unaweza kukuta sentensi fulani imewekwa katika mabano kuashiria kwamba katika, ma, katika nakili za zamani unakuta mstari huo haupo, lakini kiujumla tunasema kwamba pasipokuwa na shaka na kwa kujiamini kwamba Biblia tunaoisoma sasa haina shaka yoyote tutakwenda katika kipindi kingine, cha pili na cha tatu, tutaangazia kuhusu zile hoja nyingine mbili kuhusu uthabiti wa maandiko no, na unabii, na baadaye tutamalizia kwenye rekodi za kihistoria na akiolojia ambazo tunaziona katika Biblia. Ni kutie moyo tu wewe mtu ambaye una, unasikia hoja mbalimbali huko mabarabarani au wewe mwislamu ambao unasema kwamba Biblia ilibadilishwa. Huu ni hizi ni, ni, ni hoja ambazo hazina msingi, wote hazina uthibitisho eh? Kama nilivyokueleza hapo mwanzo kwamba ukirudi nyuma, nakala za kale zinathibitisha kitabu ambacho nakishika mkononi, kwa ujumla wake. Katika biblia nyingi, si zote, ziko baadhi ambazo kuna baadhi ya, ya, za, za biblia ambazo zimebadilishwa, kwa mfano kama wanaita wa, wa, uh, awa mashahidi wa Yehova au e, watu kama wale, wanaitwa Mormons, wale, e, wale, wana, wale wa wale kuna michezo. Lakini kwa ujumla Wakristu kwa ujumla wake na madhehebu ambao ni rasmi ya Kristu wanaotambulika kuwa ni Wakristu, Biblia zao kwa kimsingi kabisa hazina shaka lolote. Tuendelee kufuatilia chaneli hii. E, Mungu akubariki na nashukuru kwa kuwa nami. Bonyeza e, folo like na pia shea ujumbe huu ili wengine nao waweze kujua. Asante sana.